Hau jambo na karibu ndugu mtazamaji wa chaneli yako pendwa ya, ya Hodim TV. Tutasema Arts with Ethics, tunasema Kikubwa zaidi bonyeza neno subscribe, kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata updates ambazo tunazi upload hapa hapa Hodim TV. Uh, na wasalimu katika ukuu wa Mwafrika na ukuu wa Mwafrika udumu ndani yetu katika Mungu upo nami Haruni Mwambepo katika ukuu wa Mwafrika kuwa nami mpaka mwisho. Uh, Afrika inahitaji kuiga mfano kutoka kwa Ibrahim Traore, Asimi Guita na Muhamed Tishan yule wa Niger, lakini Ibrahim Traore ni captain ambaye kwa sasa ni rais wa nchi ya Burkina Faso, lakini pia uh, Asimi Goita ni kiongozi wa nchi ya Mali, ambao mpaka sasa wameonyesha mwanga kwamba Afrika inaweza bila kutegemea manyang'ao wamechukua madaraka kwa muda mfupi, lakini wamebadilisha nchi zao. Na wazungu, au tunasema manyang'ao, katika ukuu wa Mwafrika tunawaita manyang'ao, wameshindwa uh, kuamini. E, Ufaransa mpaka sasa hivi haamini kilichotokea kwa sababu alikuwa anapata keki kubwa kutoka katika nchi, nchi hizo, lakini kwa sasa hapati chochote kwa sasa ameambulia manyoya, lakini bado haamini. Anapambana, anajaribu bahati yake, kama bado ataweza kupata chansi ya kurudi Niger, chansi ya kurudi Burkina Faso, chansi ya kurudi Mali, ili aweze kunyonya mali na rasilimali adhimu ambazo zipo katika hizo nchi. Lakini Ibrahim Traore na nawenzie waliweza kujitoa kwa manyang'ao, hawategemei mikopo yao, hawategemei kitu chochote, hawategemei misaada ya kutoka kwa wazungu, na nchi zao zinasonga, na wananchi wametulia, wanajitoa katika maendeleo. Ukienda pale a, nchini Burkina Faso unamkuta Ibrahim Traore anawaongoza wananchi ambao wana furaha e, na wananchi mpaka wanajitoa kwenda kufanya kazi za ujenzi wa nchi bure, wanaenda kwenye ujenzi wa barabara bure, wanakula tu chakula, hawalipwi. Wanajenga barabara kwa kujitoa, kwa sababu wanampenda kiongozi wao, uh, Ibrahim Traore. Lakini manyangao hawajatulia bado, wanamtafuta, wanamsaka ili waweze kurudisha maslahi yao waliokuwa nayo pale nchini Burkina Faso, lakini Ibrahim Traore amekuwa strong, amekuwa imara, mpaka sasa hivi ni zaidi ya mara ishirini anatafuta Sasa, pointi yangu ni nini? na nini ninachotaka kukisema ni kwamba Afrika inaweza bila manyang'ao. Afrika inaweza bila kutegemea wazungu ni kwamba uh, ni kuamua na kuwa jasiri. Ukimwangalia Ibrahim Traore, tunamtumia kama icon kwa sababu ameweza, na licha ya kujaribiwa mara nyingi hivyo kuuawa na kupinduliwa, lakini bado yuko stable na nchi inasonga mbele. Hivyo tunahitaji viongozi wastahimilivu, wavumilivu na jasiri kama Ibrahim Traore na wenye maono mapana kama Ibrahim Traore kila nchi ya Afrika inaweza. Tatizo ni kwamba wanasiasa hawaaminiki. Wanasiasa wanageuka kama bendera, muda wowote wanaelekea sehemu yoyote ile. Lakini cha msingi, wanasiasa wengi wanajali maslahi yao binafsi. Mwanasiasa e, ataongea akiwa na njaa, ataongea hoja nzuri atakosoa waliopo madarakani na unaweza ukadhani kwamba akiingia yeye madarakani ataiendesha nchi vizuri, lakini asilimia kubwa unakuta matokeo ni yale yale, hakuna kinachobadilika. Ni kwamba wanasiasa hawaaminiki. Mimi mpaka sasa nawaamini wanajeshi kuliko wanasiasa, kwa sababu nimeona mwanga wa wanajeshi kwa Ibrahim Traore Mohamed Abdulrahman Tishan Niger, lakini pia General uh, wa Assimi Goita nchini Mali. Nimeona kazi yao, wamefanikiwa mpaka sasa, ko nawaamini. Je, wewe unawaamini wapi? Una maoni gani? Upo kama mimi? Lakini katika ukuu wa Mwafrika, kwa mfano nchi ya Tanzania kwa sasa, wazungu wametunyima uh, misaada yani ni kwamba wamefunga loki ya misaada, mikopo na kila kitu. Wanajua wametukomesha, na lazima tutarudi kwao kuomba msaada tena au kujishusha chini. Ni kwa sababu wanajua kwamba hatuna mifumo mizuri ya kujiongoza, lakini kiuhalisia ni kwamba tunaweza kujiongoza na taifa linaweza kuongozwa vizuri. Shida ni kwamba mifumo ni mibaya, inabidi tujirekebishe ili tukae vizuri katika uh, kuweza kuongoza nchi ikiwemo uh, ubadili, mabadiliko ya katiba, lakini pia na taratibu za kiuchumi, ikiwemo uchumi wa Tanzania kukabidhi kwa JKT jeshi la kujenga taifa, lakini pia uh, yani ninachotaka kumaanisha hapa ni kwamba majukumu yote ya maendeleo yasitegemewe na serikali kuu, ugawanywe kwenye uh, imaya ndogo ndogo chini yani, na maana, kwa mfano JKT ikipewa uchumi kila mkoa unakuwa na JKT na JKT inasimamia uchumi wa hapo, lakini kwa kushirikiana na, na serikali kuu. Lakini licha ya hivyo, pia lazima kukomesha ufisadi na wala rushwa. Nchi yetu inaweza kujiendesha na tuna rasilimali nyingi za kutosha. Ukuu wa Mwafrika udumu ndani yetu katika Mungu. Na wasalimu katika ukuu wa Mwafrika. Ulikuwa nami Haruni Mwambepo, bonye dhani no subscribe sapoti HODM TV, sapoti ukuu wa Mwafrika. Ukuu wa Mwafrika hudumu ndani yetu katika Mungu. Asante.